Karibu kusikiliza hadithi nzuri, mchungaji tapeli. Imani yangu utajifunza kitu ndani ya huu mzigo. Kulikuwa na mtu mmoja aliyejulikana kwa ujanja na ulaghai wake. Jina lake halikuwa maarufu kwa wema, bali kwa tabia yake ya kutapeli watu. Alitokea kijiji kimoja ambapo tayari alikuwa ameharibu sifa yake kwa utapeli wake. Hakukuwa na mtu aliyebaki ambaye hakujua sura ya mtu huyu, mtu ambaye alipenda kupata mali kwa njia za mkato. Akiwa ameshindwa kupata watu wapya wa kuwahadaa kijijini, aliamua kuondoka na kwenda katika mji mwingine, mbali na watu waliomfahamu. Alipofika, alitafakari njia bora ya kuwavuta watu kwake. Baada ya kutafakari kwa muda, aliona nafasi nzuri ya kujifanya kuwa mtumishi wa Mungu. Akaamua kujitangaza kama mchungaji mpya aliyekuja kuhubiri Injili, kuleta baraka na kufanya miujiza. Kwa ufasaha wake wa maneno na uwezo wa kushawishi, alianza kuvuta umati wa watu. Alianza kuhubiri kwa sauti ya utulivu na mshangao, akisimulia hadithi za miujiza aliyodai kufanya katika miji mingine. Mungu amenituma kuja kwenu kuwaokoa, alisema kwa sauti ya utulivu macho yake yaking'aa ya kwa hila. Wenye shida, wenye magonjwa, wanaotafuta kazi, wenye madeni, njoni kwangu nami nitawaombea. Watu wakavutiwa naye wakaanza kuleta sadaka zao, wakimpa fedha na zawadi, wakiamini kwamba kwa kufanya hivyo wangebarikiwa. Alijua kucheza na imani za watu, akiwahubiria ya kwamba Baraka huja kwa kutoa. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo alivyozidi kufanikiwa. Lakini si kila mtu alikuwa mjinga. Baadhi ya wenyeji waliokuwa wakimfuatilia waliona kuwa hakuna mtu hata mmoja aliyerudi na ushuhuda wa miujiza yake. Wengine waliona kuwa maisha yake binafsi hayakufanana na mtu wa Mungu. Alikuwa akila vizuri, akivaa mavazi ya gharama, akifanya starehe za hovyo huku watu waliompa sadaka wakizidi kuwa maskini. Polepole watu walianza kuhoji, ni kwa nini kila wakati anatuambia tutoe pesa nyingi? Ni kwa nini miujiza yake haionekani? Maswali haya yalianza kuenea polepole, na kadri watu walivyozidi kushuku, ndivyo ghadhabu yao ilivyoongezeka. Hatimaye kundi la watu waliamua kumvamia na kumpa funzo. Walipanga kwa umoja kwamba siku moja katika ibada wangemkabili. Alipokuwa katikati ya maombi yake ya bandia, ghafla mtu mmoja akasimama na kusema, ewe mchungaji, tuambie umesaidia nani hapa? Ni nani amepokea baraka zako ulizoahidi? Ukumbi ukanyamaza. Alijaribu kujibu, lakini kabla hajamaliza mwingine akasema, tumekuchoka, tumegundua hila zako. Watu wakaanza kusimama, mmoja baada ya mwingine, wakieleza jinsi walivyotapeliwa. Wengine walilia kwa uchungu wakikumbuka jinsi walivyojitolea mali zao kwa tamaa ya kupata baraka ambazo hazikuwahi kufika. Watu wakamzingira kwa hasira, hakukuwa na pa kutorokea. Kabla hajatoa sababu, wakamkamata na kumpa adhabu aliyostahili. Alipigwa kwa fimbo na makofi, huku akimwonya kwamba asisubutu tena kutumia jina la Mungu kwa ulaghai. Baada ya kipigo, walimwacha pale akiwa amechoka. Aibu imemjaa mwili wake umejaa maumivu. Aliondoka usiku huo huo, akijifunika uso ili mtu yoyote asimtambue. Tangu siku hiyo hakusikika tena katika mji huo. Watu wakajifunza kuwa makini na wahubiri wa uongo, na kila mgeni aliyekuja kuhubiri walihoji kwa umakini kabla ya kumwamini. Na huu ndio mwisho wa hadithi yangu. Asante kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe ili kuweza kupata simulizi nyingine ambayo ni kali ndani ya Munde Stories.